Habari na karibu sana kwenye channel hii yenye lengo kuu la kutoa elimu juu ya afya. Leo tutajifunza kuhusu vyakula vinavyoweza kusaidia kuongeza kinga ya mwili, na ukumbuke kuwa vyakula hivi vimefanyiwa uchunguzi wa kina na kuthibitishwa na wataalamu mbalimbali wa afya na mashirika ya afya duniani pote, kama vile Shirika la Afya Duniani, yani WHO. Hivyo basi kama unataka kuishi maisha yenye nguvu, kinga imara, na mwili usioshambuliwa kirahisi na magonjwa, basi ni kusiendelea kutazama video hii hadi mwisho. Lakini pia kama bado haujasubscribe, ni kuombe subscribe kwenye channel hii na ruhusu notification, ili uweze kupata masomo haya punde tu yanapotoka. Kinga ya mwili ni uwezo wa mwili kujikinga dhidi ya magonjwa. Wakati mwingine mwili unaweza kuwa dhaifu kutokana na lishe duni, msongo wa mawazo, uchovu na hata magonjwa ya muda mrefu, lakini habari njema ni kwamba kupitia lishe bora unaweza kusaidia mwili wako kuwa na kinga imara. Sasa tuangazie vyakula hivi saba bora kwa ajili ya kuongeza kinga ya mwili. Namba moja ni tangawizi. Tangawizi ina kemikali itwayo ginger ambayo husaidia kupunguza uvimbe mwilini, kupambana na bakteria pamoja na virusi. Pia huongeza mzunguko wa damu, lakini pia ina uwezo wa kupambana na ama kupunguza magonjwa yafuatayo. Namba moja ni mafua na kikohozi. Namba mbili ni maumivu ya viungo ama arthritis. Namba tatu ni maumivu ya tumbo na gesi Mbane ni kichefuchefu, hii ni hasa kwa mama wajawazito, lakini pia na maambukizi ya njia ya hewa ya juu. Namba mbili ni vitungu swaumu. Vitungu swaumu vina kiambato cha alisin ambacho huimarisha seli za mwili zinazopambana na magonjwa, lakini pia huchochea uzalishaji wa seli nyeupe za damu. Na magonjwa yanayoweza kukingwa ama kupunguzwa unapotumia vitunguswaumu ni mafua na homa ya kawaida, maambukizi ya mfumo wa upumuaji, maambukizi ya fungus na bakteria, shinikizo la juu la damu, yaani hypertension, magonjwa ya moyo. Hii ni kwa kupunguza kiwango cha kolestro mwilini, lakini pia tafiti zinaonyesha kuwa watu wanaotumia vitunguswaumu mara kwa mara ana kiwango kikubwa sana cha seli za kinga. Namba tatu ni matunda yenye vitamin C, mfano machungwa, papai na ndimu. Vitamin C huchochea uzalishaji wa seli za kinga na husaidia kuzuia maambukizi ya kawaida kama mafua, lakini pia husaidia kuzuia seli kuharibika na pia huongeza ulinzi wa kinga. Pia husaidia katika utengenezaji wa seli mpya za kinga, yani T -cells. Magonjwa yanaweza kuzuiwa ama kupunguzwa kwa kutumia vitamini C ni mafua na homa ya kawaida, maambukizi ya koo, maambukizi ya bakteria na virusi, upungufu wa damu yani anemia, na hii ni kwa kusaidia kufyonza madini chuma yaliyoko mwilini, lakini pia ugonjwa wa baridi ya bisi yani skavi, na pia inashauriwa kutumia matunda haya kila siku. Namba nne ni mboga za majani, mfano mchicha na spinach. Mboga hizi zina vitamins na madini mbalimbali mbali, mfano madini chuma folate, zinc na antioxidants ambazo zinasaidia utendaji wa mfumo wa kinga wa mwili. Magonjwa yanayoweza kupunguzwa ama kukingwa ni upungufu wa damu yani anemia, magonjwa ya ngozi na macho, udhaifu wa kinga unaotokana na upungufu wa vitamins mwilini, lakini pia magonjwa ya moyo na hii ni kwa kupunguza kiwango cha kolesterol kilichopo mwilini. Namba tano ni parachichi. Parachichi lina vitamins E ambayo ni antioxidants muhimu sana kwa kinga ya mwili, lakini pia lina mafuta mazuri yani healthy fats aina ya oleic acid, ambayo yana faida nyingi kwa moyo. Magonjwa ambayo yanaweza kuzuiwa ama kupunguzwa ni magonjwa ya moyo na mishipa ya damu saratani na hii ni kwa kupunguza oxidative stress. lakini pia maambukizi ya seli na uzee wa mapema, lakini pia kuna msongo wa mawazo na hii ni kwa kusaidia usawazishaji wa hormones mwilini. Lakini unatakiwa pia ukumbuke na kuelewa kwamba hili ni tunda lenye virutubisho vingi vinavyosaidia kupunguza magonjwa sugu. Namba sita ni karanga na mbegu, mfano mbegu za chia. Hizi zina vitamin E, zina zinc, selenium na protini nyingi. Pia huimarisha utengenezaji wa seli za kinga. Magonjwa yanaweza kuzuiwa ama kupunguzwa kwa matumizi ya karanga na mbegu. Ni magonjwa sugu kama vile kisukari na shinikizo la damu, saratani hasa ya utumbo na matiti kwa wanawake, maambukizi ya mara kwa mara kutokana na kinga dhaifu lakini pia ukosefu wa nguvu mwilini. Pia unatakiwa ukumbuke kwamba lishe yenye protini ya kutosha husaidia sana kujenga mwili, lakini pia husaidia mwili kwenye kujikinga. Namba saba ni maji ya kutosha. Mwili unapokosa maji, kinga ya mwili hushuka, hivyo kunywa maji angalau glasi sita mpaka nane kwa kila siku husaidia kuondoa sumu mwilini na kuimarisha ulinzi wa mwili. Pia huimarisha utendaji wa figo na ini, ambapo hivi ndivyo viungo vikuu vya kuondoa sumu mwilini. Lakini pia magonjwa yanayopunguzwa ama kukingwa kwa kunywa maji ya kutosha ni maambukizi ya njia ya mkojo, yaani UTIs, maumivu ya kichwa na uchovu, magonjwa ya figo, lakini pia kikohozi na mafua yanayotokana na upungufu wa maji mwilini. Pia unatakiwa ukumbuke kuwa maji mengi kupita kiasi ama kidogo sana pia ni hatari kwa afya yako, na ili kujua kuhusu hili nikusii, pia angalia video yangu ya fahamu maajabu ya maji mwilini ambayo tayari tumeshaipost. Pia nipende kukusii kwamba ukumbuke kuwa vyakula hivi si tiba ya moja kwa moja, lakini vinasaidia mwili wako kuwa na uwezo wa kujikinga kama bado hujapata magonjwa hayo, lakini pia hata kama tayari umeyapata inakuwa inaweka mwili wako katika nafasi nzuri ya kuweza kuendelea kupambana na hayo magonjwa na mara nyingine hata kupona kabisa. Lakini pia unatakiwa uzingatie kwamba kama tayari unatumia dawa za hospitali ama matibabu ya hospitali, ni vyema kuwasiliana kwanza na mtaalamu wa afya kabla ya kubadili lishe yako. Mwisho kabisa, nipende kukushukuru kwa kutazama video hii, lakini pia nikukumbushe subscribe kwenye channel hii kama bado hauja subscribe. Pia kama umependa maudhui haya, tafadhali like, share na comment, lakini pia nikusihi ufuatilie video zangu za awali ili uongeze maarifa zaidi na pia usikose video zitakazofuata baada ya hii.